Leo tena tumekuletea update nyingine. Katika update hii, tutazungumzia tangazo la kuitwa kwenye usaili na jeshi la uhamiaji Tanzania. Hivyo si sawa kusubscribe na kubonyeza ama kuwasha alama ya kengele ili kuweza kupata ujumbe pale tutakapo update video nyingine zinazohusu ajira pamoja na elimu. Kwa wale waliotuma maombi katika mfumo wa maombi wa Uhamiaji, basi taarifa rasmi ya kuitwa kwenye usaili imeachiwa tarehe tisa Februari elfu mbili na ishirini na sita. Hivyo kuweza kuona uthibitisho wa taarifa hiyo, utakwenda Google, utaandika uhamiaji. Umekosea, uhamiaji Tanzania, ukaipata Tanzania ama kwa search kama ilivyo uhamiaji utakuja website ya kwanza hii ambayo ni ya uhamiaji. Sasa naenda hapo kulipoandikwa news ama announcement lakini pia unaweza ukaingia hapa hapa juu baada ya kuingia utakutana na page kama hii sasa ukifika hapa kwenye mistari mitatu ya nyuma hapo baada ya hapo bonyeza chaguo la mwisho kabisa hapo la chini, hili public notice. Ukibonyeza okay, hapo utapata taarifa ya hivi punde. Tunaona hapo ni kuitwa kwenye usaili. Sasa ili kuweza kupata pdf utabonyeza download. Ukibonyeza download hii itaanza kudownload. Kwa kuwa mi tayari nimesha download hapa inanambia download again, tafanya hivyo tena. Baada ya hapo nita open hiyo PDF. O, na maelekezo ya tangazo la kuitwa kwenye usaili idara ya uhamiaji. Tarehe ya, ya tangazo letu ni tarehe tisa Februari 2026. Kuitwa kwenye usaili, maelezo yanasema kamishna generali wa uhamiaji anatangaza vijana wote waliomba ajira kupitia mfumo wa ajira wa uhamiaji kutembelea akaunti zao za maombi ya ajira kupitia tovuti ya uhamiaji, iwapo na barua zao pepe ili kupokea taarifa na maelekezo ya tarehe na eneo la, la kufanya usaili kwa waliochaguliwa. Kwa hiyo, kama <mari> wewe ulituma maombi kupitia mfumo wa ajira wa uhamiaji, basi unapaswa kuangalia akaunti yako ili kuweza kuangalia progress inasomaje, ama umeitwa ama haujaitwa kwenye usaili lakini pia ni vizuri kuhakikisha unatembelea barua pepe yako, maana yake ni email, kwa unakwenda katika application ya Gmail kuangalia kama kutakuwa na ujumbe wowote wa kuitwa kwenye usaili. Baada ya hapo, kuna maelezo yanasema, wasailiwa wote wanatakiwa kuwa na namba ya ombi la ajira, application ID, iliyotumwa kwenye akaunti na barua pepe ya mwombaji kitambulisho chenye picha yake, mfano kitambulisho cha taifa, kitambulisho cha mkazi, kadi ya mpiga kura, pasipoti, na kitambulisho chochote kinachotambulika kwa sasa, pamoja na kalamu ya wino wa bluu. Kwa wasailiwa wenye fani za tehama, udereva, ufundi magari, wajiandae kwa usaili wa vitendo. Kwa wale ambao wana fani mbalimbali, basi usaili wao utakuwa ni wa vitendo kwa hiyo wanapaswa kujiandaa na mitihani ya practical. aidha wasailiwa wote wanatakiwa kujigharamia chakula usafiri malazi wakati wote wa zoezi la usaili. Kwa hiyo kwa changamoto yoyote wameweka hapo email unaweza ukawatafuta hiyo ndo taarifa ya kuitwa kwenye usaili na majina ili <coughs> kuweza kupata kujua wewe umeitwa kwenye usaili basi, unapaswa kuingia katika akaunti yako katika mfumo ule wa maombi ya uhamiaji au kupitia email yako.